Alsalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatu. Bismi llahi rahmani rahim. Bwana Mtume al Llah alhi wa alihi wasallam, katika kikao chake na sohaba wake Abu Dhar anaendelea kumweleza akimwambia: ya Abu Dhar iyaka antudirekaka swaratu inda al-atharati latharati fala tuqala lathara. Anasema epuka kuwa na nguvu, epuka kukosea, kuteleza, kujikwaa ukiwa na nguvu Ukiendea makosa ukiwa na nguvu hizi zifuatazo, ima nguvu ya mwili au nguvu ya cheo, nguvu ya ilmu, nguvu na nafasi katika jamii, kiasi kwamba hiyo nguvu uliyoko nayo wakafikia waja wanaokuzunguka wakakupeleka katika daraja la isma kwamba wewe hukosei na wakati huo wewe ukakosea. Anasema wala tumakkana wala tumakana min arrajaa, kiasi kwamba ukikosea, ukashindwa kurejea, ukashindwa kuliombea msamaha, ukashindwa ku, ku, kushtuka na pengine si kushtuka tu, watu wanaokuzunguka wakashindwa kukushtua wewe, kwa cheo ulichoko nacho, kwa nafasi uliyoko nayo. Mtume anamwambia Abu Dhari, epuka sana hilo. Anasema wala yahmadaka man khallafta bima tarakti, anasema na wale na endapo wakaja watu sasa, umekosea wakashindwa wakashindwa kukusifu watu watakapodiriki makosa yako na, na matelezo yako huko likoteleza wakiadiriki wakashindwa kukusifu na wala kukueleza kwamba wewe bwana umeteleza. Unaona eh? wala yadhiraka man takdimu alayhi bimashtagalta bihi. na ikisha na wale ambao wanakuzunguka ambao unawaongoza wana wakashindwa kukusamehe, hawawezi kukuambia lakini, hivyo hivyo, hawawezi kukusamehe kwa yale uliyojishughulisha nayo kuelekea kwenye kuteleza. Ndugu zangu, ukiwa na nafasi ukiwa na cheo, unaishi katika jamii, Epuka sana kufika daraja la isma. Ishi maisha ya kawaida kiasi ki kwamba ukikosea unaweza kufikiwa, unafikika, kuelezwa kwamba hapa umeteleza, ili ujirekebishe. Na maisha hayo ndiyo ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamhusia sahaba wake Abu Dhari, ayaishi hayo ili aweze kusalimika katika dunia yake na pia akhera. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.